Kwa hiyo watoto wapendwa, mjue kwamba mnaimarishwa kwa huo e, mpako e, ile Krisma, mnapokea Roho Mtakatifu, na muwe shujaa, mtetee Ukristo wenu, muonyeshe kwamba ni watoto ambao kwa kweli wanaoishi kama Kristo anavyotaka. Usiishi ovyo ovyo, na kuna watoto ambao wakishapata kipaimara anaona kwamba nimemaliza yote, siende kanisani, sina sababu ya kwenda kanisani, sina sababu ya kwenda wapi na wapi, aa, sina sababu ya kuungama. Mwanzoni alikuwa anafanya hivi kwa sababu aliona kwamba nisipofanya hivi nitanyimwa sakramenti ya kipaimara. Sasa nimeshapata, anaona kama mtu kama ambaye ame graduate shuleni, ambaye anafanywa mahafali e, unapofanywa mahafali katika shule fulani, umehitimu katika shule ile unaondoka zako, huna sababu ya kurudi pale. Kufanya nini? Si umesha hitimu? Sasa kipaimara sio kama, kama mahafali kwamba eh, umehitimu sasa, hutakuwa una, una, na mawasiliano tena na kanisa, nasema mambo ya kanisa achana nayo. Hapana, sio hivyo. Kwa hiyo, watoto, naomba bado mwendelee kufika kanisani, bado mwendelee kupokea sakramenti mbalimbali kama Ekaristi, Sakramenti ya kitubio, ndizo na sakramenti ambazo tunazipokea mara kwa mara, na pia mwe watoto ambao wanaompendeza Mungu kwa maisha yenu eh, maisha yenu yawe safi yampendeze Mungu na ya yampendeze binadamu.